Yes, mwana michezo wa sasa nikizungumzia maswala mazima ya Luka Modric. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wanafanya poa na walikuwa wakifanya poa katika klabu yake ya Real Madrid. Nasemea walikuwa wanafanya poa kwa sababu ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia ameweza kuondoka pale katika kikosi cha Real Madrid kwa sasa hivi akiongozana na kocha wake ambaye pia alikuwa anaongozana kikosi hicho nikimaanisha, Ancelotti ambaye alikuwa ni kocha mkuu wa Real Madrid. Sasa imekuwa ni siku yenye majonzi sana kwa klabu ya Real Madrid lakini pia e, katika mechi yao ya mwisho kabisa ya msimu huu dhidi ya Real Sociedad ambayo pia mara baada ya kuweza kuisha mechi hiyo waliweza kuaga na nguli watatu ambao walitoka katika e, waliokuwa nacho e, katika jezi nyeupe. Tunajua kabisa wameweza kutumikia jezi hiyo kwa kipindi kirefu kwa muda mrefu sana hasa e, kutokea Madrid. Sasa e, Modric pia pamoja na Carl Ancelotti pia ambaye anaelekea kuinoa timu ya taifa ya Brazil na Quiz. Madrid pia waliweza kuhitimisha msimu kwa ushindi wa kushinda goli mbili kwa sifuri, lakini e, kilichoonekana zaidi ni hisia nzito za kuweza kuagana na bwana Vazquez na Modric ambao pia walio, waliweza kutolewa e, kwa heshima kubwa wakiweza kupigiwa makofi na shukrani kutoka katika mashabiki e, na wachezaji wenzao. Lakini pia nini kitasalia mioyoni mwa mashabiki kuhusu bwana fundi wa mpira Luka Modric, licha ya ushindi wa Real Madrid e, kushinda goli mbili kwa sifuri e, bwana, watu wengi majonzi yalikuwa ni makali zaidi, yani watu walikuwa hawashangilii ule ushindi ambao Real Madrid ameweza kuupata, lakini pia watu wakilalamika lakini pia kuonekana kwamba kwenda e, kumkubali e, Luka Modric ambaye pia ameichezea Real Madrid kwa kipindi kirefu na kirefu sana. Ikumbuke kwamba hata Mbappe msimu uliopita kati alichezea PSG ameweza kujiunga na e, kikosi cha Real Madrid, watu wengi waliweza kumpokea kwa, kwa, kwa pongezi kubwa, kwa sababu ni kijana ambaye pia anaonekana napambana, lakini pia tunajua kabisa ni mmoja kati ya wachezaji pia ambao wanafanya poa zaidi. Sasa mara baada ya siku ya jana kuweza kuagwa kwa Luka Modric, pamoja na e, Ancelotti ambaye alikuwa ni kocha wa kikosi hicho, majon amekuwa ni makubwa sana sana sana. Sasa ikumbuke kwamba Modric yeye ameweza kuitumikia klabu ya Real Madrid kwa miaka 13 kwa sababu aliweza kujiunga tangu alipojiunga mwaka 12 na 12. Modric ameweza kutangaza rasmi sasa kuweza kuondoka klabuni hapo, ambao mkataba wake uliisha Juni uliishauni3225 e, e, lakini pia e, licha ya matarajio ya baadhi ya mashabiki na viongozi wa viongoziwa kuendelea kuwa na Modric lakini pia kuweza kukubali kutaka kuendelea kuwa na huduma yake, yeye ya aliweza ku, kuamua kuamua kuhitimisha e, kipindi chake cha mafanikio katika klabu hiyo. Aliondoka mara baada ya kuweza kushinda mataji mengi ikiwa ni pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya mara tano na la liga mara tatu. E, katika ujumbe wake pia wa kuweza kuuaga, alieleza shukrani kwa mashabiki wa klabu hiyo kipindi chote ambacho alikuwepo katika klabu ya Real Madrid. Modric ni bonge moja la wachezaji ambao pia walikuwa wanafanya wa uh, uh, miaka 38 mpaka sasa hivi anaweza kutimiza, lakini watu wengi walikuwa kama wakibeza sana umri wake, kusema kwamba mshikaji ana umri mkubwa sana, vipi mzee amechoka, sio nini nini, lakini mashabiki wa Real Madrid walikuwa wanajua umchango ambao pia alikuwa anaonyesha katika kikosi cha Real Madrid. Lakini kwa upande wa kocha Carlo Ancelotti pia ambaye yeye anakwenda kujiunga na, na kikosi cha Brazil kama kocha wa timu ya taifa ya kule, yeye pia aliweza kuondoka uh, Real Madrid mara baada ya kuweza kumaliza msimu Eba na bila kushinda taji lolote. Ancelotti, ambaye pia ameweza kuiongoza klabu hiyo katika vipindi viwili tofauti na kushinda jumla ya mataji 15 sasa anajiandaa kuweza kuchukua nafasi ya ukocha e, katika timu ya taifa ya Brazil. Katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari kutokea huko Hispania, pia alieleza kuwa hana mpango wa kuweza kufundisha klabu nyingine tena, na kwamba anaacha Real Madrid kwa heshima na shukurani nyingi sana ambazo zitakuwa huko. Kwa hiyo anaacha eba na klabu hiyo ya Real Madrid na kocha mwingine ambaye anakwenda kuipokea klabu hiyo ya Real Madrid ni kocha mpya kabisa bwana Xabi Alonso pia, ambaye amekwisha naye kufundisha vilabu tofauti tofauti. Real Madrid pia na yenyewe imekwisha kumtangaza rasmi kabisa kwamba Xabi Alonso eh kuwa kocha mpya wa klabu hiyo akichukua nafasi ya Ancelotti kuanzia Juni moja mwaka 2025, ndio mkataba wake utakapoanzia hapo. Alonso pia ambaye aliwahi kuchezea Real Madrid kipindi na hicho nyuma sana, eh kama kiungo, ameweza kusaini mkataba wa miaka mitatu mara baada ya mafanikio makubwa Bayern Leverkusen ambayo pia eh, inapatikana kule Bundesliga, katika ligi kuu ya Ujerumani, katika msimu wa mwaka 2024 25 eh, nikimaanisha msimu ambao pia Leverkusen yenyewe imeonekana ikiwa ina mafanikio makubwa sana katika swala zima la kucheza eh, katika ligi kuu ya kule Bundesliga, kuchukua matuzo kibao, lakini pia na yeye sasa, sasa hivi anakwenda kupokea eh, mikoba ya Ancelotti katika kikosi cha Real Madrid. Sasa Alonso pia atafanya kile ambacho amekifanya eh, bana Ancelotti kutokea pale na Modric kuondoka lakini pia Mbappe na watu wengine kuendelea kubaki na kusalia katika kikosi cha Real Madrid nini ambacho kitakuwa kitakuwa kinaendelea endelea kutufuatia lakini pia endelea kufuatia klabu yako pendwa kabisa Real Madrid kwa taarifa e nyingi zaidi lakini pia hapa hapa hapa hapa sasa digital tutakuwa tunakupatia nyingi zaidi kwenye Instagram, Facebook na X pia tunapatikana pale YouTube ukisubscribe channel yetu utakuwa wa kwanza kupata update nyingi zaidi Chao.